Bwana asifiwe sana Amen. Mungu awabariki wa kwa kuja kwenye viwanja hivi vya mkutano leo ni siku ya kwanza karibu sana amen. Ujapoteza Bwana Yesu asifiwe, amen. Basi nawakaribisha watu wote wa Nyambwera, Tandika, Temeke, Kilimahewa, Buza, Dovya, Kiwarani na maeneo mengine yote. Mungu anawapenda, ndio maana amewaletea mkutano siku ya leo kwa ajili ya kutukumbusha na kutuelekeza yatupasayo kama wanadamu. Ukitambua mwanadamu, hapa tunapita duniani, lakini kuna mahali tunaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. naomba tukae jamani, tuna maeneo tunaenda. hapa ni wapitaji, ni kama mtu uko kwenye kituo cha basi, uko airport, uko railway station unasubiri chombo kikusafirishe uende unakoelekea. Sasa na mahali hapa duniani baada ya maisha haya kuna, kuna eneo tunaelekea mbinguni. Bwana Yesu asifiwe, wewe unaenda wapi? Unawezi nisikiliza <laughs> mbinguni. Kwa hiyo inatakiwa ujue kwamba mwanadamu baada ya maisha haya kuna sehemu tunaenda ni mbinguni. Kama Yesu ni Bwana Mwokozi wa maisha yako, unaenda mbinguni. Kama Yesu sio Bwana Mwokozi wa maisha yako, ni kuzimu, mwisho jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu aku- ametupa neema hii, ni kwa upendo wake, hakuna chochote kilichofanya kizuri zaidi, lakini kwa jinsi anavyompenda mwanadamu hataki mwanadamu awayi yote aliyezaliwa na mwanamke apotee, bali wote tuweze kumwamini huyu Yesu na hatimaye tuweze kwenda mbinguni, ukitambua kwamba Yesu ndio mhukumu atakayehukumu siku ya mwisho. Hakuna mwingine, hakuna nabii, hakuna mtume gani, hakuna nani. Yesu Kristo ndiyo amepewa kazi hiyo. Kwa hiyo tunatakiwa kumfahamu alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Basi kanisa letu liko hapa chini hapo, kuna wanachomelea nini, magrili pale pembe, pembe, pembe zoni petu pana wanaotengeneza masofa. Kwa hiyo tuko hapo katikati barabarani kabisa, tunawapenda. Na Mungu alichotupa tuna tunaona tukieneze kwa wengine, maana Yesu ametupa agizo kwamba tuenende ulimwenguni mwote tukahubiri injili kwa kila kiumbe, anayeamini ataokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Basi kanisa letu linaamini ubatizo wa maji mengi, kanisa letu linaamini ujazo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe, amen. Ndiyo ameachiwa kanisa aweze kuliongoza mpaka Yesu atakaporudi. Basi tupo kisheria mahali hapa, tumepata baraka kutoka katika serikali ya Tanzania. Tuna, tumepata kibali kutoka kwa serikali za mitaa, kibali kutoka kwa mkuu wa wilaya, kibali kutoka kwa OCD polisi. Kwa hiyo tuna haki zote za kukaa mahali hapa, hatujajileta wenyewe. Amen. na kanisa letu limesajiliwa linajulikana Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa hiyo sio kanisa la la... la la... la... kihuni, hatutembei na na kanisa la mfukoni. Ni kanisa linalojulikana makao makuu Dodoma. Bwana Yesu asifiwe. E, kwa hiyo usije ukadharau ukadhani kanisa ambayo walijulikana tunatembea katika sheria ya Tanzania. Bwana Yesu asifiwe, Amen. Basi tunawakaribisha watu wa Nyambwera. Karibu kama unaisikia hii sauti, ukaribie usikie ya kupasai usikie habari njema, hatimaye uweze kwenda mbinguni. Utembee na watoto wa Mungu walioko mahali hapa, usitembee na dini dini, kana kuacha dhambi ukiwa hapa duniani, na inawezekana ukawa mtakatifu ukiwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo, Mungu anasema anapendezwa na watakatifu walioko duniani, anasema anapendezwa na hao. Kwa hiyo, Mungu hawezi ana kujipinga. Mungu hajawahi kusema uongo hata mara moja. Anajua kwamba watakatifu hapo duniani ni sisi, ni mimi na wewe, ambapo inawezekana ukiwa ukawa mtakatifu ukakosa uka kutenda dhambi hapa duniani ukiwa na akili zako timamu. Bwana Yesu asifiwe, Amen. Kwa hiyo ukisikia mtu anasema hakuna wokovu hapa duniani, hakuna mtakatifu hapa duniani, huyo ni muongo Amen. Kwa sababu Yesu mwenyewe aliishi duniani akiwa Mungu kweli, akiwa mwanadamu kweli kweli, Amen, akutenda dhambi, Amen. Na walipokuwa wanamsonga Mafarisayo, akawa anasema ni nani ambaye anaweza kunishuhudia dhambi? Amen. Aikuwepo dhambi, na wenyewe walikuwa na akili hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unatakiwa utambue kwamba duniani kuokoka inawezekana. Amen. Na watakatifu duniani wapo. Amen. Na injili ya kweli ya kuwahubiri watu wamjue Yesu ipo. he he. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nawakaribisha watu wote, makanisa ya jirani ambao tumewakaribisha. Kama upo hapa karibu, basi karibu viti vya mbele, uwe mchungaji, mwinjilisti, askofu, karibu, nafasi yako ipo. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tuko miongoni mwa umoja wa wa makanisa ya Kipentekoste Tanzania. Kwa hiyo tuko sisi ni wana CPCT. Bwana Yesu asifiwe. Amen. E, na wenyewe viongozi wetu wanatuambia kwamba unapotaka kufanya mkutano basi waalike hao majirani zako. Kwa hiyo naamini mchungaji wetu ame, amefanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunakukaribisha popote ulipo kwa siku hii ya kwanza, kikosa basi leo kesho na kesho kutwa tuko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe, tunawapenda watu wote, tunapenda umoja zaidi, umoja wa Roho. Bwana asifiwe. Amen. Basi usije ukaona kwamba mimi hawajaniambia mchungaji amefanya hiyo kazi njema. Ninaamini hivyo, amewakaribisha majirani zetu, wachungaji makanisa ya jirani kwa hiyo kama huko maeneo haya karibu, basi ukae viti vya mbele hivi vinakusubiri wewe. Bwana Yesu asifiwe. Eh, ni agizo la Bwana, anasema tuwe na umoja kama yeye na Baba walivyokuwa na umoja. Bwana Yesu asifiwe. Maadamu tunatambua kwamba wote tunaenda mbinguni, basi unatakiwa usogee mali hapa uyasikie yakupasayo, ambayo Bwana amembebesha mtumishi wake mpakwa mafuta Bwana kwa ajili ya roho yako. Bwana Yesu asifiwe, ili uweze kujua kwamba bila Yesu Kristo haiwezekani kuacha dhambi. Kwanza tuanzie mstari wa 18, anasema Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani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 bwana yesu asifiwe kwa hiyo anaposema siku zote na sasa yuko pamoja na sisi hapa akitusikiliza akitaka kuona watu ambao wanamkimbilia wanasema kwamba mimi na na dunia basi mimi na dhambi basi sasa nitakaposema dunia naweza kusema sasa naondoka duniani hapana tunaishi duniani lakini mambo ya dunia hatutakiwi kuenenda naye bwana yesu asifiwe tunatakiwa yesu kristo ndio awe bwana mwokozi wa yesu kristo, ndiyo, maisha yetu basi kwa kusema haya na, na kwa yeye, penda kuwatambulisha watumishi wa Mungu ambao niko pamoja na wao hapa, apungie mikono. Bwana Yesu asifiwe. Ninaye katibu mkuu hapa kitaifa, awapungie mikono popote alipo katibu mkuu wa kanisa letu i na Bwana libarikiwe. Tunaye mweka hazina mkuu, naomba usimame hapo ulipo wa kitaifa. Kuna mweka hazina msaidizi, hapo alipo akasimame, atupungie mikono. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mzee wetu mwanzilishi, naomba usimame mzee Soteli pungie mikono, basi ni ao, Mungu awabariki. Tuna katibu wa kanisa letu, katibu wa kanisa tawi la hapa, naomba usimame utupungie mikono, katibu. Basi tamuinua mmoja mmoja, kuna wainjilisti, kuna walimu wote, Mungu awabariki sana, karibuni sana. Kuna wanakwaya mtawaona basi kuna ndugu zetu ambao ni ndugu zetu wametoka wa katika tawi letu la Mbagara huko Chasimba, naomba msimame hapo mlipo mkatusalimie. Mungu awabariki sana kwa kuja. Basi kwa kusema hayo, ninaufungua mkutano kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Eh, tunatumia dakika chache tu, <tumunio> eh? tunatumia dakika chache tu, ndio, hebu tuwachulie sifa hapo, eh? Ndio, Bwana Yesu asifiwe! Haleluya! Haleluya! Sasa kama unanikoni bado tupiga microphone, sio ndio? tumepewa mamlaka nyoka nainge nguvu zote za shetani zimeshindwa. Tumepewa mamlaka hey. Kukanyaga nyoka nainge nguvu zote za shetani zimeshindwa, tumepewa

kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya kumsifu Mungu Bwana. Hallelujah! Kama unauma ugonjwa acha hapo hapo, tunaenda kuimba unaosema, Yerusalemu Yerusalemu, ni mji mtakatifu